Maneno rest in peace, apumzike pema peponi, Mungu ambe pumziko la milele na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani, amen. Mezani mwa Mseto Media tumefikiwa na taarifa mbaya, sio nzuri wa kanisa Katoliki wa Kristo na waumini wa dini ya Kikristo nchini. Hii ni baada ya kiongozi mkubwa mwalimu na mwonyesha njia wa dini hiyo kufariki dunia. Katika dini ya Kikristo yani Roman Katoliki kuna viongozi mbalimbali ikianzia kule kwa papa, makadinali, maaskofu, maparoko, mapadri, watawa na wengineo ambao hawa wote waongoza waumini kiimani ili kumjua Mungu na mafundisho yake. Sasa tumefikiwa na taarifa ya kufariki dunia kwa mmoja wa kiongozi wa kanisa na mwalimu. Taarifa iliyotolewa na parokia ya jimbo kuu Katoliki Songea pamoja na Radio Maria imeandika hivi: Tanzia, mama mkuu wa shirika la masista wa Benediktini wa Mtakatifu Agnes Chipole, Sista Maria Redimesta Ngonyani OSB OSB, anatangaza kifo cha Sista Maria Helena Mkinga OSB kilichotokea Januari 4, 2026 asubuhi katika hospitali ya rufaa ya Mtakatifu Josefu Paramio. Maziko yafanyika Januari 7, 2026 saa 4 asubuhi, utawani Chipole. Habari ziwafikie Mhasham Askofu Mkuu Damiani Denis Dalu wa Jimbo Kuu Katoliki Songea, Mhasham Askofu John Ndimbo wa Jimbo Katoliki Mbinga, mapadri wote wa Jimbo Kuu Katoliki Songea na Mbinga, watawa wote wa Mtakatifu Agnes Chipole popote pale walipo, Wakristo na waumini wote, ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Raha ya milele umpee Bwana na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amen.